kama ingekuwa hivi lakini nashukuru Mungu limetiki mpaka hivi, kama mnavyoliona. Bwana Kulandana, kwa namna ambavyo watu wamejitokeza hii, kwako binafsi inaacha deni gani? Hii kwanza kwangu inaacha deni. Kwanza mimi napenda ma maendeleo ya vijana wenzangu hapa Chalinze, pale nilipofika mimi na wenzangu wafike. Pili, ili tamasha nimeandaa kama ni fursa kwa wao kuonekana na kujitia hamasa kwa sababu unajua unacheza na wachezaji wakubwa ambao wao wameishia kuwaona kwenye TV tu, inakuwa hamasa kwao kumbe, unajua wao, kumbe ina inawezekana mi kucheza na nikawa kama Kulandana. Kwa hiyo na imani kwa kupitia haya matamasha watakuja kinakulandana wengi hapa, nadhani wewe wenyewe mnawaona hapa e. Ukiacha timu yangu mimi, lakini timu ya Chalinze kombaini, kuna vipaji vingi mnaviona, na wanacheza mpira mzuri, na imani watafika mbali tu. Ikiwa e, e, ni kwa mara ya pili yanafanyika hapa, pengine tutarajie mambo yanavyoendelea ma miaka ya mbele kwanza kwa ama, eh, mkoa labda pengine na maeneo, au itafanyika tu hapa, hapa Chalinze. Hamasa mpira sio kubwa sana, japo watu wanapenda mpira, yani watu wanapenda mpira, lakini hamasa tu ndo wanakosa. Na kama haya matukio nayoyafanya watu wanaona na wanaitika kama hivi inakuwa vizuri, kwa sababu ukiangalia tamasha la kwanza likuwa kama hivi, na imani na hili tamasha la pili lipo kubwa zaidi. Kwa hiyo kwanza malengo ya kufanya haya yote Tupate uwanja hapa, najua kuna uwanja kwa mheshimiwa kule unatengenezwa, na imani ukishapona, na pia hapa mjini si tukapata kiwanja kizuri. Furaha yangu siku moja, ili tamasha langu lionekane live kwenye Azam TV. hiyo ndio furaha yangu. Na pia napambana kutafuta wadhamini na kutafuta viwanja vizuri ambavyo vinaweza vikawezesha kuwa Azam TV hapa live. Tunaona mkusanyiko um, wa wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri katika ligi, e, kina Karabaka, Chasambi, Mchelenga na wengine wengi ambao wapo kwenye tamasha hili. Kwako binafsi, inakupa moyo kiasi gani kuona unaungwa mkono na wachezaji wenzako wengi ambao mnafanya vizuri pamoja kwenye ligi? Kwanza mimi napenda kuwashukuru, napenda kuwashukuru. Unajua watu wameacha kazi zao, wamekuja hapa, wamekuja kunisapoti mimi, na pia akina Kalabaka Mambi wote mnaona, akina Kiimbwa tiote wote, akina Sadiki wote. A, mimi nimecheza nao, sio hapa tu, tulishakutana huko. Kwa hiyo ina maana ligi kuu imekuwa kama ni fursa a mimi na wao kukutana kwa hiyo kama kwenye matukio haya hata wao pia wana, wanaanzisha matukio kama haya na pia mimi naenda kuwasapoti, na mimi nikianzisha kama hivi wanakuja kunisapoti mimi. Ninafurahia hivyo. Mwisho kabisa, uh, wewe ni kama role model wa maeneo haya ya Chalinze, tunaingia katika msimu wa pili wa, wa ligi watu wamtegemee kulandana eh, wanamna gani eh, na ikiwa tayari umeshaondoka Fountain Gate, tutegemee kipi kikubwa kutoka kwako ku. Napenda kuwaambia mashabiki zangu wajiandae tu kwa burudani nzuri kwa kile nachokifanya, walichokiona kitakuwa zaidi ya pale, kwa sababu naenda kutafuta changamoto nime, yani naenda kutafuta cha, changamoto sehemu nyingine, naenda sehemu ya ugenini. Kwa hiyo mimi huko napokwenda siwezi kukaa yani, nika nikakaa kama nilivyokuwa Fontaine, nikuwa mimi ndo mimi au mimi hapa, hii timu nimeizoea. Naenda kwenye sehemu ya ugenini, naenda kuonesha kipaji changu, naenda kuonesha nguvu yangu. Ina maana walionichukua wao wanahitaji msaada wangu mimi ili kuinua timu pale ilipokuwa na kusogea mbele Hapana, mimi Fonteni sijaondoka vibaya. Kwanza napenda kuwashukuru viongozi na timu kwa ujumla, kwa sababu wao mimi ndio wamenitangaza Tanzania hii, bila wao mimi nisingejulikana. Ndio maana hata nilipoondoka, nimeondoka na wao kwa amani, wameniruhusu na pia wamenipa baraka zote. Huko napokwenda, nikishindwa nitarudi nyumbani. Hivyo ndio maana hata leo hapo mewakuta viongozi muakuta, yani watu wa Fonteni, hata gari tuliotumia meiona nyinyi wenyewe. Ina maana kama ningeondoka kwa ubaya Fonteni hii vitu vyote visingefanyika hapa.